Tishia kupunguza msaada pia wa Colombia mm. Uh, kiwa ni mwendelezo wa kuendelea kuwekea vikwazo watu mbalimbali mm. apo rais wa Marekani ametangaza siku ya Jumapili jana kwamba mwisho wa msaada wa kifedha Marekani kwa Bogota uh, Colombia, akimshutumu mm. mwenzake wa Colombia uh, Gustavo Petro kwa mm. kushindwa kukabiliana na biashara ya madawa ya kulevya nchini mwake mm. <laughs> sabana wamefeli. Mm. <laughs> Yes, kwanza unajua kinachoendelea kule nchi za Korea nchi ah, za Amerika, Kaska, Amerika kusini mm. kule, kule maeneo ya Venezuela, hiyo Colombia ni kwamba kwanza Trump mm. wiki iliyopita amepitisha decree ya kuitaka CIA iweze mm. kuanzisha operation kali katika nchi ya, Venezuela. Mm. ya okay, yes mba. kwa lengo ambalo anasema kwamba kwenda kupambana na madawa ya kulevya mm lakini la pili, inatajwa kwamba kuna baadhi ya wahamiaji haramu wamekuwa wengi wakiingia katika nchi nchi yake, wakivuka bahari, wanaingia katika nchi ya Marekani. Mm. Sasa ukimsikiliza Maduro mwenyewe amesema kwamba hawa sababu ambazo zinazotajwa ni sababu ambazo sababu ambazo sio ambazo zinatakiwa zifanywe kazi, kuna siasa za Venezuela, kwa sababu baada ya kushinda uchaguzi mwaka 2019 huyu Maduro, na baada ya kushinda uchaguzi vile vile mwaka jana, serikali ya Marekani imekuwa haitambui matokeo ya ya Madulo mm. Wanamtambole wana mta, wana mwana mama ambaye ameshinda tuzo ya Nobeli juzi mm, yes yule mm. Kolina Machado ndo wanamtambua. Sasa Venezuela, nchi ambayo inatajwa kwamba ina inakandamiza haki za binadamu sawa, lakini mm. inakandamiza demokrasia. The same katika nchi za Colombia, nao zinatajwa kwamba zina magenge mengi ya kihalifu na zinakandamiza haki za binadamu, lakini ukitazama kwenye historia ya vita baridi Marekani amefanya operation nyingi sana, kuna nchi za uh, Amerika, Amerika, Amerika Kusini. Mm. Nyingi amefanya, amepindua viongozi wengi kuanzia kukena kule Cuba, si Venezuela kwenyewe, yo si hizo wanaita ma, wana, wana, wana, wana, mapinduzi ma, ma, ma, ya Pinochet kule maeneo ya Korea kwa uh, Amerika, Amerika, Amerika Kusini. Mm. Kwa hiyo ni taifa ambalo kitazama amekuwa akiliangalia ki, kimkakati. Na kuna doctrine moja inaitwa Monroe ma, doctrine inasema kwamba Haiwezekani nchi za Korea za Amerika, Amerika Kusini zisiweze kuwa na muunganiko sawa au ziwe na itikadi ambayo ni kinyume dhidi ya Marekani mm. Kwa hiyo mataifa yote ambayo yatakuwa hayafati masharti ya Marekani, mataifa yote yatakuwa yanapinduliwa. Kwa sasa namna gani Madulo na huyo mwenzake wa Colombia wanaweza kuungwa mkono wa mataifa makorofi, kwa mfano China? ni kwamba hawa wanataka mafuta yetu wanataka gesi yetu, wanataka dhahabu yetu. Kwa hiyo wananchi wanaambiwa katika kigezo cha kidemokrasia, lakini nyuma ya pazia wamekuwa wakitaka utajiri wa Venezuela. Na hiyo kimsingi imetoka kwenye kuni, kuni historia walisema kwamba Lumumba kwamba yeye hafuati masharti yetu, ni kiongozi ambaye <laughs> aendele na masharti yetu. Kwa hiyo kitazama wamekuwa wakitumia, wamekuwa wakitumia sababu za kidemokrasia kwenda kuzondoa serikali ambayo kimsingi zimechaguliwa na ma, wananchi. Na kuna shirika kimataifa lazima unapoanzisha operation kuna nchi nyingine, maana hiyo unavunja haki za taifa lingine, kwa sababu kila taifa ni huru, mm, na inajitawala. kuna sheria za kimataifa. Kwa Trump ameanzisha operation yake katika hizo nchi za um, Amerika, Amerika kusini. Namna gani zitafanikiwa itategemea namna gani hao viongozi wataungwa mkono na mataifa haka.